Anitha Kagemlo Rwezaula na hapa nathibitisha kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya jiji la Mwanza kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumza halmashauri kama zilivyowekwa kwa mujibu wa sheria na kwamba nitaitumikia halmashauri ya jiji la Mwanza kwa uaminifu na kwa uwezo wangu wote. E, Mwenyezi Mungu nisaidie. sema nimejipanga vizuri lakini, nachoamini, kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza ndio nimekuwa diwani kwa mara ya kwanza, na nikiwa na- naibu meya kwa mara ya kwanza na chenyewe ni kwamba natakiwa kwenda kuzifanya kazi kwa ufasaha za wananchi wetu waliotuamini, wa wakatupa ridhaa hii kikubwa. Naweza kusema kwamba nitamshauri meya wangu vizuri, lakini nitakuwa karibu na wataalamu kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu, ambazo ndo hizo ndo hizo kazi ambazo wametutuma wananchi, yaani yeah. kwamba mimi ni mtu ninayekuwa namtegemea sana Mwenyezi Mungu, na naamini katika ndoto zangu, nimekwambia kwamba imetokea chini mpaka leo kufika hapa. Naamini sana katika kukua, kukua huko natamani nikuwe, mimi nikuze walionizunguka na wote wenye uhitaji wanaohitaji kukua. Kina mama wasikate tamaa, lakini sio kwa kina mama tu, binadamu yoyote kama ujafa huwezi kujua kesho yako. Naiwatie moyo mtu yoyote usubutu, hakuna kitu kigumu kama usubutu. Um, iki kinyang'anyiro akikuwa akikuwa kitu kidogo ilikuwa wa ni kikubwa sana, lakini moyo wangu ulikuwa unaniambia kwamba naweza na niwaahidi, waandishi wa habari, Mwenyezi Mungu anisaidie mimi naweza. Nataka mimi na timu yangu la kwanza kujua, nyinyi ndio wenye halmashauri. Nyinyi ndio ni, wenye halmashauri. Hapa sisi tulio hapa mbele, baadhi yetu sisi watendaji na watendaji wenzangu kule, sisi hapa tumekuja kwa barua. Wenye halmashauri ni nyinyi, nyinyi? Kwa hiyo jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha halmashauri linaisimamia mbele. Mmenipata vizuri? Mnyelewa vizuri? Yeah, yeah. Nyinyi ndio ndio tumwa na wananchi. Wasingekuja wananchi wote zaidi ya 594,000 hapa kuja halmashauri kudai maendeleo. Lakini kwa mujibu wa sheria za nchi yetu zikawachagua ninyi kila kata mtu mmoja uwe ndio speaker, uwe ndio sauti, uwe ndio sikio, uwe ndio jicho, uwe ndio kila kitu kwa ajili yao. Nyinyi pamoja na waheshimiwa wengine. Kwa hiyo ninachowasi na kuwaasa, nendeni mkatimize wajibu wenu. Kwenye Chama cha Mapinduzi tulikuja na ilani nailani, mlisimama wenyewe mkainadi. Kuna ahadi nyingi tumetoa kwa wananchi. Naomba niwaase tu kwamba wananchi wanahitaji matokeo kwa kipindi cha miaka mitano, na tunataka tuende kutekeleza yote kama tulizozungumza kwenye ilani. Lakini kwa na waasa waheshimiwa madiwani, hakikisheni mnazijua sheria kama ambavyo umeambiwa na wataalamu wetu, maana bila kujua sheria hata hamwezi kujua mnatakiwa kufanya nini. Sheria zetu ndogo ndogo za ndani ya kuendesha halmashauri tuzijue. Sheria zetu za, za serikali kuu na sheria za nchi yetu kujua vizuri katiba, kujua miongozo, kujua sera na dira, kujua tunayo dira ya taifa katika taifa letu, lakini vile vile kujua mwelekeo wa nchi tunataka nini katika kuwaletea maendeleo ya nchi. Tusipojua kwamba nchi inataka nini tutakuyanga. Tunapiga maji kwenye kinu na tutoki mbele. Waheshimiwa madiwani wetu mendeni tafadhali. Naenda kazi kubwa, tutakapoenda kufanya tuongeze idadi kubwa ya mapato ili kusudi tutatengeneze kile na tukaongeze fedha nyingi katika mfuko wa barabara TARURA, tuweze kumaliza kazi ambayo imekuwa na changamoto kubwa. Lakini sasa mama, hilo ni kweli, katika maeneo yetu ya jiji la Mwanza, maeneo mengi yamekuwa na giza nyingi, barabara ambazo zilikuwa zikitengenezwa na barabara tulizo nazo za muda mrefu nyingi zilikuwa zinatumia, barabara zilikuwa zinatumia taa za umeme sasahiviyametokea mabadiliko makubwa sana tumeeea kazi kubwa kwenda kuifanya ni kwenda kuonesha maeneo ambayo kwa kukaririshawaili tunashirikiana kwa pamoja sababu wewe ni moja ya jum ya baraza hili tutaweza kufanikiwa adhma ulionayo na adhma ya baraza letu cha kwanza kama chama tunapaongera sana na kama chama tumewapa kazi ya kwenda kufanya kwa wananchi uchaguzi wa mwaka 2025 mliuona wananchi wameendelea kuwa na imani nani, na hivyo imani yao kubwa waliowapatia, wanataka mwende mkatatue changamoto zinazowakabili. Nimefurahi kwa mara ya kwanza kuona maswali yanaulizwa siku ya kwanza kabisa. Mstahiki meya anaulizwa maswali, naibu meya anaulizwa maswali hii inaonyesha ni jinsi gani baraza hili linakwenda kufanya kazi ya viwango vya kimataifa. Imani ndio ipokea kwenye chama chenu na imani ndio ipokea kwa wananchi, neneni mkaitafasiri kwa vitendo. Wananyamagana wanayo matumaini makubwa nani, yapo mambo mengi ambayo nyinyi, nafikiri kwenye ilani imeyaona, miundombinu ya barabara, vikundi vya kinamama, vijana na watu wenye ulemavu, lakini mataa ya barabarani. Kuna changamoto kwenye ardhi, hasa kata za Mchelele na kata ya Nyamagana na maeneo mengine, kuna changamoto mbalimbali, lakini yote haya yatakwenda kufanyiwa kazi endapo mtaunganisha nguvu pamoja, ninyi waheshimiwa madiwani, kwa maana maanaziaimea lakini na mkurugenzi, kwa maana ya idara, msionane kama maadui, nendeni mkakae pamoja. Baraza la kipindi hili, Chama cha Mapinduzi kimeleta madiwani wa wasomi, wazoefu, na wanaenda kufanya kazi ambayo wametuma Watanzania. Sasa sisi kama chama hatupendi kusikia vurugu, fulani na fulani wamegombana. Hapana, sisi wote ni viongozi.